Wito umetolewa kwa wazazi na walezi waishio hapa karibu na mto Faheli ambao umekuwa na historia ya kusababisha vifo hasa kwa watoto pamoja na wananchi wanaoishi katika maeneo haya. Kubwa zaidi ni kutokana na tukio ambalo lilitokea siku ya jana ya tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2025, baada ya kutokea kwa tukio la mtoto Samiu Salim mwenye umri wa miaka minne kupoteza maisha katika mto huu. Leo hii tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa wa Mruki katika halmashauri ya mji wa Babati ambaye hapa anatoa rai kwa wananchi pamoja na wazazi kuwa makini na watoto wao hasa wanaoishi katika pembezoni mwa mto huu. Mimi kwa jina naitwa Abdilahi Rajabu, ndio mwenyekiti wa mtaa huu wa Mruki. Jana tarehe 19, nafikiri milango ya saa 8 au saa 9 hivi, nilipata taarifa kutoka eneo la tukio kule kwamba kuna mtoto amesombwa na maji ambaye ni mwananchi wangu hapa. Basi nilikwenda kule, kufika kule nikajiridhisha, nikatoa taarifa kwa wananchi, wakatoka kwenda, nikatoa taarifa zimamoto, wakaja, wamefanya kazi kubwa sana ndani ya maji, wakampata huyo mtoto, pamoja na zimamoto na wananchi wote kwa ujumla. Wito wangu tu kwa wazazi kwa wazazi wote wanayenisikia, ni vizuri kuwa makini kwa watoto wadogo, kwa sababu watoto hawaelewi kitu chochote. Hii tukio la jana ni la bahati mbaya, lakini tuwe makini. Bahati mbaya za aina hizi sio zinaendelea kujitokeza hili tukio, kwenye mtaa huu ni kama tukio la nne au la tano. Mengine huwa marehemu wanaletwa tu, tunakuja kuwatoa hapa. Tumezungumza pia na baadhi ya wananchi na waombolezaji ambao wameguswa na tukio hili la mtoto Samius Salim ambaye amepoteza maisha kwenye mto huu Faheri siku ya jana. Mimi naitwa Majidi Hamisi Mariri ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mruki. Juhudi zilifanyika kuanzia ya raundi saa nane, mpaka saa 12 jioni ndio yule mtoto akawa amepatikana. Na amepatikana maeneo ya huko kuna sehemu inaitwa kwa Amao karibu Sora huko chini. Ukiwa kama hili, kwa kweli, waandishi wa habari, hili kwanza, ni moja, ni funzo kwa wananchi, kwa sababu moja, tunapata hasara; pili, tunapata matatizo, tunapoteza familia. Na hii si chini ya mara ya kwanza, hii ni chini ya hizo zoezi, ni zaidi ya mara saba sasa hivi au nane, kwa sababu mara moja, kuna kipindi ilitokea watu wanafua tu pale korongoni, mmoja anafua mtoto akaondoka na maji mwingine aliletwa akaondoka na maji hui kama wajana tena ameondoka. Yani tusemeni kama, yani tuseme kama bahati mbaya zinatokea, lakini naye kwa upande mwingine ni mapenzi ya Mungu. Sasa hatuwezi kulaumu sana, ila tu nashauri kwamba wazazi wawe makini na watoto wao kwenye maeneo ambayo ni ya hatari. E, kama mzazi naweza kuambia kwamba kipindi hichi cha mvua ziwa Babati linafurika, waangalie watoto wao na kama mzazi lakini kama ile tukio la jana limetokea, hatuiti uzembe wa mzazi, ni bahati mbaya. Lakini mzazi unatakiwa uwe na tahadhari, usi, usitegemee bahati mbaya tu, uone tahadhari ya kujua mimi napomwacha mtoto wangu yeye anakuwa katika mazingira gani, na mimi niko wapi? Je, lolote likimtokea naweza nikamuwahi? Kwa hiyo, kwa mzazi inatakiwa unapokuwa na mtoto basi uwe makini sana kuwa na mtoto, hasa mtoto wa mdogo kama yule wa miaka minne hawezi akaelewa kitu chochote. Anaweza akafanya kitu kama utani, baadaye kikawa kweli. Kutoka hapa mjini Babati mkoani Manyara, jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.